Wizara ya mambo ya ndani ya nchi, Mheshimiwa Hamad Salim Maalim, mbunge wa Kojani, sasa aulize swali lake. Jeshi la Polisi ni chombo muhimu kinacholinda usalama wa raia na mali zake. Askari hao wanapomaliza mafunzo yao kwa ngazi mbalimbali kama vile sergeant, stafu sergeant meja na kadhalika, hucheleweshwa sana kulipwa maslahi yao kuendana na vyeo vyao. Je, ni lini askari hao watalipwa kwa wakati? Swali hili linajibiwa na naibu waziri Kilimo, Mifugo na Uvuvi kwa niaba ya Wizara. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali kwa niaba ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Salim Maalim, Mbunge, kwa Mheshimiwa Hamad Salim Maalim, Mbunge wa Kojani kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, askari polisi upanda vyeo kama ilivyo kwa watumishi wengine wa umma na vyeo hivi huambatana na kuongezeka kwa maslahi yao kulingana na cheo kilichopandishwa. Mwaka 2014 15 jumla ya askari speaker, wa vyeo vya uongozi mdogo yani rank and file walipandishwa vyeo mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kumekuwepo na ucheleweshaji wa ulipaji wa mishahara inayolingana na vyeo katika jeshi la polisi. Serikali mara zote imekuwa ikijitahidi kurekebisha mishahara ya vyeo vipya kwa haraka iwezekanavyo kwa askari waliopanda vyeo. Yapo matatizo ya kiufundi yaliyojitokeza wakati wa zoezi la kurekebisha mishahara na kutokea baadhi ya askari kutorekebishiwa mishahara yao. Hata hivyo, juhudi hufanyika ili kutatua tatizo hilo mara mhusika anapowasilisha malalamiko yake e, polisi makao makuu itengo cha maslahi makao makuu hupokea malalamiko na kuwasiliana na mamlaka za ulipaji ili kutatua tatizo hilo. Aidha, naomba nitoe wito kwa askari yoyote ambaye amepatwa na tatizo hili awasiliane na viongozi katika kamandi yake au makao makuu ya polisi, idara ya maslahi, ili kupata ufumbuzi wa tatizo hili haraka iwezekanavyo. Ali, swali la nyongeza. <coughs> Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimshukuru Mheshimiwa Waziri kwa jawabu zake, lakini na masuala mawili madogo ya nyongeza. Ucheleweshaji wa malipo ya askari hawa ni pamoja za mafunzo, Mheshimiwa Waziri anapoendelea haisi kama yanasababisha kuingiza suala la rushwa ili askari wa hawa wapate maslahi yao lakini la pili, inakuwaje serikali inachelewesha maslahi ya askari hawa wenye vyeo wakati wanajua kwamba askari wamekwenda mafunzoni na watamaliza muda fulani mafunzo hayo? Kwa nini wasiotengee mapema ili tatizo hili liondoke? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo, Mifugo na Uvuvi kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi. Mheshimiwa naibu Spika, naomba kujibu maswali mawili ya mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Kuhusu kwamba ucheleweshwaji unaleta maslahi ya rushwa, nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba e, utaratibu wa kurekebisha changamoto hizi uko wazi e, kwa hiyo haimlazimishi hai, askari yeyote ambaye anadai malimbikizo ya e, mishahara ya yake kulipa rushwa e, serikali e, e, na inatambua kuhusu deni hili na tayari katika bajeti iliyopita ya Wizara ya Mambo ya Ndani e, imetengwa fedha kwa ajili ya kulipa e, malimbikizo haya. Kwa hiyo niwahakikishie tu waaskari e, ambao wanadai malimbikizo kwamba e, wasubiri kwa sababu malipo yatafanyika haraka iwezekanavyo katika bajeti inayokuja, na kuhusu swali lake la pili kwamba kwa nini ucheleweshaji umefanyika ume, nimfahamishe ni Mheshimiwa kwa mbunge kwamba ucheleweshaji uliotokea umetokea kwa sababu ya sababu za kitaalam e, kwamba wakati maskari wameenda kwenye mafunzo mwaka 2013 e, kibali cha kwenda mafunzo pamoja na ikama ilikuwa imeombwa, lakini kwa bahati mbaya ikawa imechelewa na askari wakawa wameenda kwenye mafunzo. Sasa walipoenda kwenye mafunzo, walipotoka kwenye mafunzo, tayari wakapandisha wa

wakati bado ikama haijatoka, lakini naomba nimwahakikishie mheshimiwa mbunge pamoja na, e, e, pamoja na askari ambao me, wameathirika kuwa ikama hiyo imeshatoka sasa. E, kwa hiyo malipo yao yako njiani, wafuate tu taratibu ambazo zinafahamika e, ambapo katika jeshi la polisi ni lazima wawasilishe madai yao ya salary arrears, e, claim e, kwenye kamandi ya masilahi ya makao makuu na watapatiwa fedha zao e, bila kuchelewa. Wizara, okay, ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi. Mheshimiwa Mwanne Ismail Mchemba, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Wakulima wa watumbaku wamekuwa wakilipwa kwa dola pindi wanapouza mazao yao. Je, nani huwapigia hesabu za kitaalamu? na je wakulima wote wamefunguliwa akaunti benki? Swali so, hili limeelekezwa katika wizara ya kilimo, mifugo na uvuvi, na naibu waziri William Tate Ole Nasha ameenda kutoa majibu ya swali hilo. Mheshimiwa, swali hilo. Naibu Spika, naomba kujibu swali la niaba ya mheshimiwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Swani swaili Mchemba, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, mfumo wa kuwalipa wakulima wa tumbaku kwa dola kupitia vyama vya msingi ulipendekezwa ukafanyia utafiti na kukubaliwa na wadau wote wa tasnia ya tumbaku. Vyama vya msingi vya ushirika vimeajiri katibu meneja na mwasibu wa kila chama kwa ajili ya usimamizi wa mali na stahili za kila mkulima wanachama. Watumishi hawa wana jukumu la kutunza hesabu na madeni pamoja na mauzo ya tumbaku ili kuongeza ufanisi katika kazi zao, watumishi hao hupewa semina mbalimbali ikiwemo kushawishi bei nzuri ya kubadilisha fedha. Katibu meneja na mwasibu wa vyama vya msingi ndio wanaohusika katika kubadilisha fedha kutoka dola na kwenda katika shilingi. Hata hivyo, serikali imekuwa ikipokea malalamiko kutoka kwa wakulima kwamba mabenki wamekuwa wapunja wakulima, kwamba watumishi hawa kwa kushirikiana na mabenki wamekuwa wakiwapunja wakulima hasa katika mchakato wa kubadili dola kwenda kwenye fedha za Kitanzania wizara yangu inaendelea kuchunguza swala hili na nipobaini ubadilifu, kuchukua hatua stahiki kuwemo kuandikia hati ya madai wa wahusika. Mheshimiwa naibu Spika, Wakulima wengi hawana akaunti binafsi za kupokea malipo ya tumbaku yao waliouza, badala yake vyama vya msingi ndivyo vyenye akaunti, na baada ya vyama hivyo kupokea malipo ya tumbaku za wakulima, kutoa fedha hizo kama fedha taslimu na kusafirisha hadi katika makao ya vyama hivyo kwa ajili ya wa kuwalipa wakulima waliouza tumbaku yao. Jambo hili ni hatari na linachochea sana wizi na upotevu wa fedha za wakulima, hivyo serikali inavitaka vyama vyote vya ushirika kuhamasisha kila mkulima kufungua akaunti ili kukabiliana na tatizo hilo, na ikiwezekana kufungua account ya dola. Mheshimiwa Mwanne Mchemba, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba niulize maswali mawili ya nyongeza madogo. Kwa kuwa Naibu Waziri amesema kwamba watumishi ambao wameajiriwa na ushirika huo wanapewa semina mbalimbali za kitaalamu na kwa kuwa utaalamu huo Mheshimiwa Naibu Spika, kama unavyofahamu swala la hesabu, hetu, hesabu. E kwa nchi yetu ni tatizo, hawajui hesabu. Je, serikali inajua kwamba mpaka hivi sasa wanunuzi watumbaku ambao wamejitawala wanadaiwa na wakulima bilioni kumi na nne za mwaka elfu mbili na kumi na nne kumi na tano hawajalipwa mpaka sasa. Je, serikali inasemaje kufuatilia swala hilo? Lakini swala la pili, Mheshimiwa, mpaka hivi sasa Mheshimiwa naibu spika soko la mwaka huu halijaanza linasuasua, na unapochelewa kupima tumbaku maana yake unapunguza kio za tumbaku. Je, serikali inasema nini kufuatilia swala la soko la tumbaku kwa sasa hivi ili liweze kukamilika kwa muda mwafaka? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo, Mifugo na Uvuvi. mheshimiwa naibu spika naomba kujibu maswali mawili madogo ma, ya nyongeza ya mheshimiwa mwane e, Ismail mchemba mbunge wa viti maalum ni kweli kabisa kama anavyosema e, kwamba wakulima wa tumbaku e, wa Tabora na wa mikoa mingine e, wanadai fedha nyingi wanadai vyama vya ushirika e, pamoja na wanunuzi wa tumbaku serikali imekuwa ikiendelea na jitihada za kuhakikisha kwamba fedha hizi zinalipwa tayari e, mafaili ya watu waliohusika na ubadilifu mkubwa katika e, mkoa wa Tabora wameshawasilishwa polisi, ili taratibu ziendelee, ili wahusika wa waweze kupelekwa mbele ya sheria na ili ikiwezekana wakulima waweze kupata fedha zao. Kuhusu soko e, la e, soko la tumbaku ni kweli kama mheshimiwa alivyosema, kwamba swala la soko la tumbaku bado linasuasua na serikali imekuwa ikijitahidi kufanya njia e, mbalimbali, ili kuhakikishia wananchi kwamba e, soko halitapata shida. Jitihada hizi ni pamoja na kuhakikisha kwamba wanapatikana wanunuzi wengine e, wa tumbaku ili kuondoa ukiritimba e, wa, wa, wanunuzi wachache ambao umesababisha mara nyingi wao ndio wa, wana, e, wana, wanaamua bei e, lakini vile vile kwamba wao pekee ndio wanaendesha e, soko la tumbaku. Tunaamini kwamba e, wanunuzi wa wengine wa wakipatikana itaondoa tatizo, italeta ushindani na hivyo kuondoa tatizo katika e, e, bei na soko la tumbaku, lakini vile vilevile, nimhakikishie mheshimiwa e, mheshimiwa mbunge kwamba tayari tulishaahidi kwamba tukitoka kwenye bunge hili e, tutaenda kwenye tutaenda Tabora na maeneo mengine kwa wadau wa tumbaku tukaongee, tujadiliane namna bora ya kuboresha e, zao la tumbaku. Nimhakikishie tu kwamba pamoja na mheshimiwa e, Mwigulu Nchemba kuhama, ambaye ndiye alitoa ahadi, ahadi ile ilikuwa ni ya wizara na iko pale pale. Nimhakikishie tu kwamba tukimaliza e, bajeti, waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi ataelekea Tabora kwa ajili ya kwenda kuongea na wadau kuhusu masuala ya tumbaku. Mheshimiwa Emmanuel Mwakasaka. Asante mheshimiwa naibu spika, naomba kuuliza swali moja la nyongeza kwa kuwa wakulima wa tumbaku wamekuwa wakikopwa na pesa zao zinachukua muda mrefu sana kuja kulipwa, serikali ina utaratibu gani wa kuwasaidia wananchi hao wanaolima tumbaku hasa mkoa wa Tabora kuhakikisha kwamba wanalipwa pesa yao na riba kama wanavyofanya mabenki? Waheshimiwa, naibu waziri wa, wa kilimo, mifugo na uvuvi. Mheshimiwa na naibu spika, naomba kujibu suala la nyongeza la mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Ni kweli kabisa utaratibu e, wa tumbaku kuchukuliwa na baadaye e, ndio e, wakulima hulipwa kumesababisha matatizo makubwa sana, na ndio hasa chanzo cha e, kurundikana kwa madeni mengi e, ya wakulima kutoka kwenye vyama vya ushirika. Tunafahamu kwamba mfumo mzima wa ushirika sio kwenye tumbaku tu, lakini katika ma mazao mengi una changamoto na maana serikali na ndio maana bunge hili ilifanya e, uamuzi e, mzuri sana wa kuleta sheria mpya ya tumbaku sheria namba 6 ya 2013, ili kuondokana na changamoto hizi. Tunaendelea kuimarisha ushirika ili isitokee tena kwamba wakulima e, wanachukuliwa tumbako yao na wanakaa ya miaka mingi bila kulipwa. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa mfumo huu wa ushirika ambao tunauleta sasa haitawezekana tena wananchi e, e kukopwa, lakini e, tunahakikisha kwamba tumbaku kwa ya wananchi inakuwa inalipwa e, moja kwa moja e, kwa sababu badala ya, ku, ya kuchukua kwanza na kulipa baadaye ni kwamba tutakuwa tunatumia mfumo kama ule wa korosho e, ambayo tumbaku ikishakusanywa kwenye vyama vya msingi e, kwamba wanunuzi wanakuja pale. Kwa hiyo naomba nimhakikishie mheshimiwa e, mbunge kwamba serikali inafahamu changamoto hii, inafanyiwa kazi na tunaamini katika mfumo uliokuja wa vyama vya ushirika utarekebisha e, matatizo makubwa ambayo yametokea. Kwa sababu vile vile e, sheria hii imeweka mazingira e, mazuri sana ya kuwabana na kuwafikisha katika vyombo vya sheria e, wa wafa, wasio tu wafanyakazi wa, wa vyama vya ushirika lakini vile vile hata maafisa wa ushirika ambao wanashirikiana katika kua hujumu wananchi. Nilivoje tu Bunge lako kwa tukufu kwamba changamoto kubwa iliyoletwa na mfumo ambao tunauondoa wa ushirika ni kwamba kumejengeka utatu usio mtakatifu kati ya viongozi wa vyama vya ushirika e, we, lakini vile vile kati ya mabenki na na viongozi na viongozi wa ushirika katika maana ya kwamba watendaji wa, wa serikali. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba utatu huu eh, ambao umeleta matatizo kwa wananchi unavunjwa, ili wananchi waweze kupata eh, haki yao na kusiendelea kutokea na changamoto katika zao la tumbaku. Mheshimiwa Kadutu, swali fupi Nakushukuru Mheshimiwa naibu Spika, naomba ni muulize waziri swali dogo. Kwa kuwa bodi ya tumbaku inafanya kazi ndani ya, ya serikali na kwa maagizo ya serikali, na kwa kuwa bodi ina upungufu wa fedha unaosababisha kutokupatikana wanunuzi wengi wa kutosha, je, serikali iko tayari kuwaongezea bodi ya tumbaku pesa ili waongeze wanunuzi wa tumbaku na kuongeza masoko? Asante. Mheshimiwa naibu waziri wa Kilimo, Mifugo na Uvuvi, majibu mafupi. Naibu spika, e, naomba kujibu swali la la mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Ni kweli kwamba bodi ya tumbaku inakabiliwa na changamoto za fedha. E, hata hivyo, serikali imekuwa ikijaribu e, kuangalia uwezekano wa bodi za mazao kujitegemea zaidi badala ya kutegemea ruzuku ya serikali. Kwa hiyo, utaratibu ambao unafanyika e, ni kuhakikisha kwamba E, bodi ya tumbaku inaweza ikapata fedha za kuweza kujiendesha yenyewe bila kupata ruzuku kubwa kutoka serikalini na ndiyo maana tunafikiria e, kuendeleza utaratibu wa kuwa na mifuko e, kuwa na mfuko wa bodi ya tumbaku kama ilivyo kwenye korosho e, na kahawa ili wadau wenyewe waweze kujiendesha bila kuingiliwa na, na serikali. Lakini mheshimiwa Naibu Spika, nimweleze vilevile mheshimiwa mbunge kwamba swala la soko la tumbaku ni zaidi tu ya ukosefu wa fedha eh, kwa bodi ya tumbaku. Soko eh, la tumbaku linaathirika eh, na namna zao linavyochukuliwa linavo duniani. Mnafahamu wote kwamba tumbaku ndio zao la pekee eh, ambalo kunakuwa na vita sana, kwa hiyo inafanya wanunuzi wengi wasijiingize kwenye tumbaku, lakini tunaendelea vilevile kutafuta aina zingine za tumbaku ambazo zinawavutia, zina e, watumiaji wengi hasa wa China e, watumiaji wa China wanapendelea tumbaku inayozalishwa Zimbabwe. Kwa hiyo tumeongea na bodi ya tumbaku wajaribu kuangalia ni namna gani e, tumbaku ambaye inazalishwa katika maeneo mengine kama Zimbabwe na ambayo inapendwa na watumiaji wengi wa China kwamba inaweza ikaoteshwa nchini. Kwa hiyo jitihada zinaendelea kwa ajili ili kuweza kuimarisha kwe bei ya tumbaku. Mheshimiwa Mwambalaswa, swali fupi. na kushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kunipa nafasi hii kwa kuwa Mheshimiwa Naibu Waziri anapojibu maswali ya nyongeza amesema kwamba wanunuzi ni wachache, makampuni ya ununuzi ni wachache, yako kama matatu na yanafanya kiburi walo, e, e, w, kwa sababu kwao ni cartel. Na amesema, amesema kwamba Wachina wana nafasi ya kununua e, tumbaku hapa kwetu kwa sababu Wachina ni wengi sana hapa nchini, hapa duniani. Je, serikali inasemaje kwa kuyaleta makampuni ya kichina kuja kununua tumbaku hapa Tanzania na kuwapunguzia kulima adha Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu mafupi. Mheshimiwa naibu spika, naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Victor Mwavalaswa kama ifuatavyo. Ni e, kweli kabisa kwamba serikali e, inatambua e, changamoto inayoletwa na ukritimba katika ununuzi wa soko, wa, wa zao la tumbaku na ndio maana wizara yangu imechukua e, hatua kadhaa ili kutafuta wanunuzi wengine. Nipende tukumtaarifu mheshimiwa mbunge kwamba wiki mbili zilizopita tumekutana hapa Dodoma na, na balozi wa China ili kuangalia uwezekano wa kuwapata tumeongea nao ili Confederation of China Industries waweze e, kuruhusu e, kampuni zao ziweze e, kununua tumbaku Tanzania. Mjadala hiyo ina, inaendelea na vilevile, tumesha tumeongea na watu e, wa Vietnam ili kuangalia uwezekano wa kupata wanunuzi kutoka Vietnam. Kwa hiyo ni niwahakikishie tu kwamba jitihada zinaendelea, e, na tunahakika kwamba wanunuzi wengine wa tumbaku watapatikana.